Kuja kuwahamasisha kwa sababu wengi wao wana ile dhana ya kwamba kuna vitu wanavifanya mitandaoni na wanachukulia vya kawaida sana, na kwa kweli ukiangalia sheria ya Kenya inavikataza vitu kama hivyo na malipo yake ama konsekwensi zake kwa mtu ukifanya ni kubwa sana. Tunazingatia sana mambo na dhuluma ya, ya, ya kidijitali. Kwa hivyo hii ni kitu ambayo ni kipya kwa wengi, manake si wengi wanajua kwamba ni dhulma kusambaza picha ama kutukana watu mtandaoni ama pia ku create fake accounts kujisema kama ni mtu mwingine na kusambaza uchi wa mtu mwingine. Leo tumewahamasisha kwa mambo ambayo walikuwa hawajui kwamba ni makosa. Leo ni siku ya kuwahamasisha kuwa kama kuna kitendo chochote cha dhuluma wasikose kuripoti. Sisi kama ofisa wa polisi tuko tayari kuwasaidia, tuko tayari kusimama nao, na tukishikana pamoja na wao kama kiungo muhimu sana kwa hii jamii, tuta tutapabana na hii dhuluma ya kijinsia. Kuhusiana na hilo swala zima, tunashukuru kuletwa pamoja, kwa sababu wengi wetu wanakosa ufahamu wa vipi yale mambo yako kwa hiyo venye tumekaa chini kuelezana na kuambizana kidogo, tunashukuru tumepata huo ufahamu e, na kuona ni vipi tunavyoweza kuishi na hizo hali ambazo ziko kwenye jamii yetu kwa sasa.